Siku chache baada ya kurejea, niliamua kukaa kimya. Nilianza kuandika kila kitu kama kumbukumbu yangu ya mwisho ya akili yangu. Lakini ndio wakati huo nikasikia jina lake tena, sio kwa sauti yangu, bali kutoka kwa sauti ya mtu mwingine. Amina. Amina alikuwa mpenzi wangu wa zamani, mtu wa kwanza niliyempenda kwa moyo wote. Aliondoka miaka miwili iliyopita kwenda mjini. Tulisema tutaonana tena, lakini simu yake ilikufa kama kumbukumbu kumbu yetu wetu. Sasa alikuwa amerudi kijijini, na alikuwa tofauti kabisa. Alikuwa mwepesi wa maneno, lakini macho yake yalikuwa mazito. Alisema amerudi kwa ajili ya mimi. Aliniambia, Juma, nataka tukumbuke kilicho chema. Lakini siku ile usiku ulipoingia, nilihisi hatari kuna kitu kilikuwa kimenyamaza sana ndani ya uso wake, kama si Amina yule niliyempenda bali ni kivuli chake. Usiku wa kwanza niliota ndoto, niliota Amina amesimama juu ya kaburi ya Maria, kisha ananigeukia, nisamee, walinifanyia hivi kwa sababu yako. Nilipoamka nilikuwa na jasho jingi usoni na kwenye dirisha langu kulikuwa na shanga shanga ambazo nilijua Amina alizivaa alipoondoka. Kesho yake nilimfuata nikamwambia kuhusu ndoto, akatetemeka kama mtu aliona kivuli chake mwenyewe. Akasema, Juma, usiende tena msituni, kuna watu wanasubiri roho yako. <laughs> Nilicheka kwa huzuni, nani angeamini mimi hmm? Mi mwenyewe nilishaanza kuamini, ila nimeshavurugika sasa lakini macho ya Amina hayakuwa ya mzaa, yalikuwa ya mtu aliyeficha ukweli usiozuilika. Lakini usiku huo huo Amina alitoweka. Hakulala nyumbani kwao, hakupatikana. Na saa tisa usiku mlango wangu uligonga. Nilifungua dirisha nikaangalia nje, na hapo ndipo nikamwona mgeni yule. Lakini safari hii alikuwa na mtu pembeni yake. Alikuwa Amina. Alikuwa amevaa kile kile alichovaa miaka miwili iliyopita aliponiaga, na macho yake yalikuwa yamejaa giza, giza lisilo na mwisho. Yaani, macho yake yalikuwa meusi sana kiasi kwamba, eh, ilinifanya niogope sana. Mdomo wake ulifunguka lakini sauti haikutoka. Badala yake nilisikia kichwani mwangu, chanzo cha chozi langu kilikuwa wewe na sasa mwisho wa chozi langu itakuwa wewe pia. Niliachwa nikitetemeka, nilianguka sakafuni kama mtoto. Asubuhi ilipofika, mlango wangu ulikuwa wazi, lakini hakukuwa na mtu, isipokuwa karatasi moja mezani. Ilisomeka, mara ya mwisho ni ya kwanza kwao. Na hapo ndipo nikajua kwamba mgeni wa usiku hajamaliza kazi yake. Kama kuna laana, basi mimi ndiye mwisho wake. Baada ya ujumbe ule, sikuweza kulala Sikuweza kuandika kama kawaida yangu, nilienda kutembea. Nilikuwa nimebeba jina la Amina kwenye roho yangu. Nilikuwa namwaza sana Amina. Amina alikuwa ametawala akili yangu. Kijiji kilikuwa kimya, lakini kila kona nilipotazama, nilihisi kama kuna macho yananiangalia, macho ya mtu ambaye alishanijua kabla. Nilipokuwa natembea, nilimwona bibi yangu akiwa ameketi kwenye jiwe ambalo mara zote alikuwa akienda kusali. Akaniangalia na kusema, kuna kitu kimerudi na Amina, sio yeye kabisa Juma. Ulijua tangu mwanzo, lakini moyo wako ulikataa. Nilijaribu ku, kumkumbusha kuhusu usiku ule wa porini. Nilitaka mtu aniambie kwamba haya yote hayakuwa wazimu lakini bibi alinitazama macho yake yakimtoka, akasema, roho mbili zinapogawana kiapo cha mapenzi, moja ikikufa nyingine hubeba kivuli. Amina alirudi lakini sio peke yake, na sasa wewe ndio unaendelea kuiita kwa machozi yako. ilisi baridi moyoni, sio baridi la upepo, no bali ni baridi la uzuni nzito lisiyoelezeka. Nilirudi nyumbani nikijua amina hakuwa tu mpenzi wangu, alikuwa kiunganishi cha giza ambalo lilinifuata toka mstuni. Usiku ulipofika, niliamua kulala na taa ikiwa imewashwa, lakini hata taa zilipoteza uwezo wake mbele ya giza lake. Amina alinitokea tena. Safari hii hakugonga mlango, aliingia ndani taratibu kama ukungu wa kaburi. Alivaa nguo zile zile alizovaa siku ya mwisho tukiagana. Akanitazama kwa huruma isiyo ya kawaida akasema kwa sauti ndogo ya chini kama upepo, samahani Juma, walinichukua, walinifanyia kuwa kitu ambacho sikutaka kuwa. Lakini, lakini nimefanikiwa kutoroka. Nimerudi mara ya mwisho. Nilitaka kukimbia, nilikuwa bado namtaka, lakini macho yake hayakuwa ya Amina. Yalikuwa macho ya kiumbe mwingine, yalikuwa macho ya kifo. Kisha alinyosha mkono wake na aliniambia kitu ambacho sitasahau maishani, kwa damu yako na kwa chozi lako mzunguko utafungwa. Fa anaweza kututumika, ukuta kapasuka Kioo kikapasuka, na sauti ile ile ya mgeni wa usiku ikasikika kichwani mwangu: hii siyo hadithi ya mapenzi, ni hadithi ya laana iliyofichwa ndani ya mapenzi. Nilipofumbua macho Amina alikuwa ametoweka, lakini sakafuni palikuwa na alama za shanga zilizochorwa na damu na dirisha langu lilikuwa wazi, pepo ukiimba kwa sauti ya maombolezo. Usiku ulipofuata hakuna aliyemwona Amina tena wazazi wake walisema hajarudi nyumbani hata siku moja, na mimi nilibaki na karatasi moja iliyokuwa na maandishi ya mkono wake: mwisho wa chozi langu ndio mwanzo wa mgeni wako. Ndio maana nikaamua kuandika kila kitu kabla sijasauliwa, kabla sijageuka kivuli kinachoambatana na mlango wa mtu mwingine. Jina langu ni Juma, na hadithi hii ya mapenzi iliyogeuka laana, hadithi ya mgeni wa usiku.